Msikilizaji wa RFI Kiswahili, hujambo popote pale unatusikiliza, na kukaribisha sana katika makala yetu leo, yaliyojiri wiki hii hapa. Tunakumbushana taarifa tulizozipa kipaumbele katika matangazo yetu juma hili. Naitwa Douglas Omariba. Msikilizaji, miongoni mwa taarifa ambazo utasikia ni pamoja na Marekani, Robert Francis Prevost alichaguliwa kuongoza kanisa Katoliki duniani akichukua jina la Papa Leo wa kumi na nne. Lakini pia chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, kimetumbukia katika sintofahamu zaidi kufuatia baadhi ya wa waliokuwa wajumbe wa kamati kuu ya chama, kutangaza kujiondoa kwenye chama hicho. Taarifa nyingine pia ambayo utaisikia, silaha za China zilizoagizwa na taifa la Falme za Kiarabu zimepatikana zikitumika na wapiganaji wa RSF nchini Sudan na nchi jirani za India na Pakistan zashambuliana kwa silaha nzito na kuzua wasiwasi wasi mkubwa katika maeneo ya mipakani. Karibu tuandamane hadi tamati. Taarifa kuu juma hili ni kutoka Vatican ambapo siku ya Alhamisi makadinali wa kanisa Katoliki walimchagua Mmarekani Robert Francis Prevost kuongoza kanisa Katoliki ulimwenguni kumurithi Papa Francis aliyefariki. Prevost amekuwa Mmarekani wa kwanza kuchaguliwa kuongoza kanisa hilo. Viongozi mbalimbali wa dunia na wa dini wameendelea kumpongeza kiongozi huyo mpya ambaye amechagua jina la Papa Leo wa 14. Victor Buso anatueleza vile hali ilivyokuwa siku ya Alhamisi. Baada dunia kusubiri kwa siku mbili, siku ya Alhamisi jioni moshi mweupe ulionekana kwa kuashiria kuwa kiongozi mpya wa kanisa Katoliki alikuwa amechaguliwa mbele ya maelfu ya watu katika viwanja vya Mtakatifu Petro mjini Vatican, hilo likathibitishwa abemus papama Akiwa amevalia mavazi ya kipapa, Kardinali Prevost alijitokeza kama ilivyo desturi ya kanisa hilo, ili ulimwengu umfahamu tayari alikuwa ameshachagua jina Papa Leo wa kumi na nne. Aliwapungia mkono watu waliokuwa namsubiria na na kuwapa salamu za amani huku akishangiliwa. Nchini Marekani, waumini wa kanisa Katoliki walifurika makanisani kusherehekea kuchaguliwa kwa mzaliwa wa nchi hiyo ili kuongoza kanisa hilo kwa mara ya kwanza. Viongozi mbalimbali wa dunia wamempongeza huku rais wa Marekani akisema ni heshima kubwa kwamba Marekani amechaguliwa katika nafasi hiyo. Barani Afrika viongozi mbalimbali mbali nao hawakuachwa nyuma. Rais wa Kenya William Ruto na Samia Suluhu Hassan wa Tanzania wamempongeza Papa Leo wa kumi na nne na kumtakia utumishi mwema. Papa Leo wa kumi na nne ni nani? Hilary Ngati ana maelezo zaidi. Jina lake halisi ni Robert Francis Prevost, alizaliwa Chicago nchini Marekani alichaguliwa na marehemu Papa Francis mwaka 2023 kuwa mshauri wake kuhusu uteuzi wa maaskofu wa kanisa katoliki duniani na kumteua katika wadhifa wa kardinali kabla ya kushika nafasi hiyo. Kwa muda mrefu alihudumu kama mishonari nchini Peru tangu miaka 80 chini ya shirika la Agostino na baadaye kuwa askofu mkuu wa jimbo kuu la Chiclayo nchini humo. Kiongozi huyo mpya anaelezwa kama mtu mwenye misimamo ya kati, anayeunga mkono mapokeo halisi ya kanisa katoliki lakini pia ependa mageuzi. Aidha, wanaomfahamu wanamwelezea kama kiongozi wa kiroho msikivu, mchache wa maneno na mpinzani wa utoaji mimba na adhabu ya kifo. Papa Leo wa kumi na nne anaingia kwenye vitabu vya historia kuwa kiongozi wa kwanza wa kanisa katoliki kutoka Marekani, aliye pia na uraia wa Peru kushika wadhifa huo mkubwa <muchas> Msikilizaji, tukiachana na Vatican, waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Olivier Nduhungirehe wiki hii alisema kwamba mkataba wa mwisho wa amani kati ya nchi yake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, mkataba ambao unalenga kuleta amani katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo, unatarajiwa kusainiwa katikati ya mwezi ujao wa Juni jijini Washington nchini Marekani. Nduhungirehe hata hivyo, amesema mpaka sasa hakuna makubaliano, lakini tayari pande zote zimewasilisha tu rasimu ya mkataba kuelezea mapendekezo yao ili kuanza mchakato wa mashauriano. Kuhusu mikataba, tumetia saini mikataba mingi, na tatizo tunalokabiliana nalo ni ukosefu wa dhamira ya kisiasa toka upande wa DRC. Kuhusu mkataba huu, tunaona ulazima wa kutekelezwa. Hatuwezi kushiriki katika mazungumzo ya kwenda Doha, Washington, Luanda, Nairobi na sijui wapi, wakati wenzetu wanayo dhamira ya kuendeleza kusaka suluhu kupitia kijeshi. Yaani tuna taarifa kwamba serikali ya Kinshasa imeendelea na dhamira yake ya kusaka suluhisho la kijeshi ambalo halijawahi kuzaa matunda na wakati huo huo, rais Tshisekedi amesema ya serikali yake haina mpango wa kugawa kiholela rasilimali zake baada ya hivi karibuni kutangaza kufikia makubaliano na Marekani. Baadhi ya hotuba zinazotolewa bila hata ya vyombo vya habari kufanyia uchunguzi zinaelezea mpango wa kuuza rasilimali zetu. Kimsingi, madai hayo hayana ukweli wowote, na yanatolewa kuwa ni kampeni za kudhoofisha kujitawala kwetu kiuchumi na hivyo ni kuharibu juhudi za mipango mikakati ya nchi yetu katika nyanja za kimataifa. Na hapa mbele yenu, nataka kuthibitisha kile ambacho mbacho, siku zote ninatetea so kwamba hata siku moja jamen, na hakuna hata siku nitauza utajiri wa jamhuri ya kidemokrasia ya de Kongo. Nimeapa hili mbele ya taifa, nami nitasimama hadi mwisho. Ni sauti yake Felix Chisekedi, rais wa DRC. Katika hatua nyingine, rais wa Rwanda Paul Kagame alikutana na kufanya mazungumzo na mwenyeji wake wa Ufaransa Emmanuel Macron siku ya Jumatano jijini Paris, ambako walijadiliana kuhusu uhusiano wa nchi hizi mbili na mzozo wa mashariki mwa DRC. Minzleti Jai anatueleza zaidi. Ziara ya Kagame ilikuwa ya kibinafsi, alikwenda kushuhudia mechi ya soka baina ya vilabu vya Ulaya, Arsenal na PSG ambazo zinafadhili mkataba wa Visit Rwanda. Ziara hii ya rais Kagame ilikuja baada ya Ufaransa kutangaza mpango wa kusitisha ushirikiano wa miradi ya maendeleo baada ya ripoti za Rwanda kuwaunga mkono waasi wa M 23. Hata hivyo, mpaka sasa hakuna hatua iliyochukuliwa na Ufaransa, huku rais Kagame akikaribisha nafasi ya Ufaransa kuipatanisha nchi yake na DRC. Ufaransa ni mwa nchi zinazounda kamati maalum chini ya usuluhishi wa Marekani pamoja na Qatar na Togo kusaidia kupatikana kwa mkataba wa kudumu mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Tangu kuanza kwa mvutano kati ya Rwanda na DRC, rais Emmanuel Macron mara mbili amejaribu kuwapatanisha rais Kagame na mwenzake Felix Tshisekedi bila mafanikio. Nchini Tanzania, chama kikuu cha upinzani Chadema kimetumbukia katika sintofahamu zaidi kufuatia baadhi ya waliokuwa wajumbe wa kamati kuu ya chama wiki hii kutangaza kujiondoa kwenye chama hicho, baada ya kutofautiana na uongozi mpya tangu kuingia madarakani kwa Tundu Lissu, mkosoaji mkubwa wa serikali, ambaye kwa sasa yuko kizuizini kwa tuhuma za uhaini. Baadhi ya wanachama waliokuwa wanashika nafasi za juu walitangaza wazi kupinga msimamo wa chama kutaka kuzuia uchaguzi hadi pale maboresho ya sheria yatakapofanyika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 alirejelea tena wito wake akizitaka mamlaka kumwachia kiongozi wa jopo la walinzi wake Edi Mutwe ambaye wiki hii alifunguliwa mashtaka ya uporaji. Edi Mutwe anadaiwa kutekwa na wanajeshi wanaodaiwa kupokea amri kutoka kwa mkuu wa majeshi ambaye ni mtoto wa Rais Museveni, Muhozi Kainerugaba, ambaye wiki iliyopita aliandika kwenye ukurasa wake wa X akithibitisha kumshikilia mlinzi huyo. Bobi Wine alizungumza na wanahabari na kuelezea masikitiko yake na namna mlinzi wake alivyoteswa. Mutwe yuko katika hali mbaya, anaoza kweli kweli, kweli. Vidonda vyake vyote ni vibichi, alipelekwa jela badala ya hospitali. Kwa hivyo tunaomba waganda wote wenye nia njema pamoja na jumuiya ya kimataifa kupaza sauti, kushinikiza Eddie Mutwe aachiliwe huru mara moja ili aende hospitalini apate matibabu maalum. Tumeona ameteswa vibaya sana, aliteswa kwa siku tatu na siku ya tatu Jenerali Muhoozi mwenyewe alishiriki kumtesa. Ni sauti yake Bobi Wine, rais wa chama cha upinzani cha NUP nchini Uganda. Nchini Kenya, mbunge wa Kasipul Ong'ondo Were aliyeuawa kwa kupigwa risasi jijini Nairobi alizikwa siku ya Ijumaa nyumbani kwake eneo la Nyanza katika hafla ambayo ilitawaliwa na simanzi na majonzi. Waziri wa usalama wa ndani nchini Kenya Kipchumba Murkomen amesema idara za usalama zimepiga hatua kubwa katika uchunguzi wa mauaji ya mbunge huyo na kuongeza kwamba watu kadhaa wamekamatwa na kuzuiliwa wakihusishwa na mauaji yake ikiwemo mlinzi wake wa binafsi na dereva wake Luckily. Kwa bahati nzuri ninafahamu kuwa uchunguzi umepiga hatua katika kuwakamata wahusika na washirika wao, na kwa kweli itawashangaza kwamba hili ni tukio la kikatili na ambalo lilifanywa kwa mpango haswa, lilihusisha hata watu ambao kikawaida walifaa kuwa walinzi wa karibu wa maslahi ya mbunge kwa hivyo kwa wakati huu tungependa kusisitiza kuwa serikali ya Kenya imejidhatiti kuhakikisha wahusika na washirika wao wanachukuliwa sheria na kwa kweli watakuwa mfano, ile adhabu watapewa itakuwa mfano. Kipchumba Murkomen, waziri wa usalama wa ndani nchini Kenya. Utawala wa kijeshi nchini Sudani umesema kwamba shambulio lililofanywa na wapiganaji wa RSF kwenye mji wa Port Sudan lililenga uwanja wa ndege na miundo mbinu ya kuzalisha umeme. Msururu huo wa mashambulio ulilenga pia kambi ya jeshi na pia ulilenga ghala la kuhifadhi mafuta kusini mwa mji huo ambao uko chini ya udhibiti wa jeshi la serikali. Haya yanajiri wakati Umoja wa Mataifa kupitia kwa naibu msemaji Farhan Haq ukionya kuhusu mji huo kushambuliwa Attacks... katibu mkuu ana wasiwasi na ripoti kuhusu mashambulizi ya ndege zisizo na rubani dhidi ya miundombinu ya kijeshi na ya kiraia karibu na uwanja wa ndege wa bandari ya Sudan unaoripotiwa kutekelezwa na RSF. Mashambulizi haya yanaonekana kuwa ya hivi punde zaidi katika msururu wa ulipizaji kisasi wa operesheni za kijeshi zinazofanywa na RSF na ghafla, vikosi vyenye silaha vinavyolenga viwanja vya ndege katika maeneo shambulio dhidi ya bandari ya Sudan ni hali inayotia wasiwasi wasi na inatisha ulinzi wa raia katika eneo hilo kutokana na kushuhudia migogoro mikali katika maeneo mengine ya nchi. Ni mtazamo wake Farhan Haq, naibu msemaji wa Umoja wa Mataifa. Msikilizaji, katika hatua nyingine, shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International juma hili lilisema kwamba silaha za China zilizoagizwa na taifa la Falme za Kiarabu zimepatikana zikitumika na wapiganaji wa RSF nchini Sudan. Hata hivyo, siku ya Ijumaa Falme za Kiarabu ilikanusha madai hayo, anavyotueleza Ruben Lukumbuka. Kupitia kwa naibu waziri wa masuala ya usalama wa kijeshi Salem Al Jaberi Amesema nchi yake inapinga vikali madai kuwa UAE inatoa silaha kwa pande zote zinazohusika na mzozo unaoendelea Sudan. Aljaberi akisema uh, madai hayo hayana msingi wala ushahidi. Taarifa hii inakuja siku moja kupita baada ya shirika la Amnesty International kusema limetambua mabomu ya China yenye chapa ya GB50A na mitambo ya kurushia makombora kupitia uchambuzi wa kina wa video inayoonyesha mashambulio ya kikosi cha RSF katika mji wa Khartum na Darfur. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye akaunti ya X ya wizara ya mambo ya nje, waziri huyo anasema UAE iko tayari kukabiliana na mahakama yoyote kujibu mashtaka kuhusu kuhusika kwake katika vita ya Sudan. Nam, karibu tena msikilizaji, makala ni yaliyojiri wiki hii. Bunge la kitaifa la Senegal siku ya Alhamisi lilipiga kura kwa amuru mahakama maalum kuwachunguza mawaziri watano wa zamani ambao wanakabiliwa na tuhuma za ufisadi. Watano hao ambao wote walihudumu katika serikali ya rais wa zamani Macky Sall wanashutumiwa kwa kutumia vibaya fedha zilizotengwa kukabiliana na ugonjwa uviko 19 mnamo mwaka 2020, 2020 2021. Nchini mahali wataalamu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa wamelaani hatua ya utawala wa kijeshi nchini humo kusitisha shughuli za vyama vya siasa, wakisema ni ukiukaji wa haki za binadamu ambao unapaswa kufutwa mara moja. Jumatano wiki hii, utawala wa kijeshi ulitangaza hatua hiyo, ukisema ni kwa ajili ya kuhakikisha amani baada ya kuibuka maandamano ya kushinikiza kurejeshwa kwa utawala wa kiraia Nchini Libya, mahakama ya Marekani imesema hatua ya rais Donald Trump kuanza kuwasafirisha wakimbizi kutoka Marekani hadi Libya ni ukiukaji wa amri ya mahakama ambayo ilimtaka Rais Trump kutoharakisha mpango huo bila kutathmini haki na usalama wa wakimbizi hao nchini Libya. <mulia> Makala ya yaliyojiri wiki hii. Shukran msikilizaji kwa kuendelea kutusikiliza Nchi jirani za India na Pakistan zilishambuliana kwa silaha nzito Jumatano asubuhi, hali ambayo ilizua wasiwasi mkubwa katika maeneo ya mipakani. Waziri mkuu wa Pakistan, shehbaz Sharif, ameapa kwamba nchi yake italipiza kisasi dhidi ya India baada ya watu 31 kupoteza maisha wakati wa vita hivyo. Antonio Guterres ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Now is the time for maximum restraint. Huu ndio wakati wa pande zote kujizuia zaidi na kurudi nyuma. Ujumbe wangu kwa nchi zote umekuwa ni huu, suluhisho la kijeshi sio suluhu Tuko tayari sana kutoa msaada wetu kwa serikali zote mbili kuleta amani. Umoja wa Mataifa uko tayari kuunga mkono mpango wowote wa kumaliza uhasama na kujitolea upya wa amani. Antonio Guteres, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Rais wa Urusi Vladimir Putin ameapa nchi yake kupata ushindi kwenye vita yake nchini Ukraine kama ilivyokuwa wakati wa vita vikuu vya pili vya dunia akihutubia raia wake pamoja na wakuu wa nchi toka mataifa zaidi ya ishirini duniani waliohudhuria waride la kijeshi la kumbukizi ya ushindi wa vita kuu ya pili ya dunia, rais Putin amesifu wanajeshi wake kwa mafanikio waliyopata huko Ukraine. Na katika hatua nyingine, Putin amesema mazungumzo yake na rais wa China Xi Jinping wiki hii yamekuwa ya wazi, viongozi hawa wakikubaliana kuimarisha uhusiano wao pamoja na kutetea historia ya vita kuu ya pili ya dunia ambayo wamesema nchi za magharibi zinajaribu kuipotosha. Udugu wa kivita wa watu wetu ulioanzishwa wakati wa miaka migumu ya kivita ni moja ya nguzo za msingi za ushirikiano wa kisiasa na wa kina na ushirikiano wa kimkakati kati ya Urusi na Uchina. Tunaendeleza uhusiano wetu kwa faida ya watu wa nchi zote mbili na sio dhidi ya mtu yeyote. Uhusiano wetu unategemea usawa, manufaa ya pande zote mbili na sio kuongozwa na maswala ya muda mfupi. Nia ya kujenga mahusiano ya ujirani mwema kuimarisha urafiki na kupanua ushirikiano ni chaguo la Urusi na Jamhuri ya Watu wa China kwa kuzingatia mwingiliano wa kimkakati. Vladimir Putin, rais wa Urusi. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron siku ya Jumatano alimwambia kiongozi wa Siria Ahmed Al Shara aliyezuru Paris kuwalinda watu wote, huku mkuu huyo wa zamani wa waasi wa Kiislamu akithibitisha mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja na Israeli kwa lengo la kutuliza mivutano. Macron amekosolewa kwa kuwa mwenyeji wa kiongozi ambaye anaonekana kama mwanajihadi aliyegeuka kuwa mwanasiasa katika ziara yake ya kwanza rasmi katika nchi ya Ulaya. Na rais Donald Trump wa Marekani na mwenzake wa Uingereza Keir Starmer siku ya Alhamisi walisaini makubaliano ya kihistoria ya kibiashara ambayo yatashuhudia Washington ikipunguza ushuru dhidi ya magari ya kifahari ya Uingereza pamoja na kuondoa kabisa ushuru kwa bidhaa ya chuma na pia aluminia. Kufikia hapo, msikilizaji, sina budi ila kukamilisha makala yaliyojiri wiki hii. Naitwa Douglas Omariba. Kwa heri.